Naona haki ya mtoto wangu Janet nane naenda kupotea na mimi mwenyewe na, naenda nakosa matumaini ya kurejesha haki ya mtoto wangu pamoja ameshakufa. Ikiwa leo hii imetimia siku ya 35 tangu kutokea kwa kifo chenye utata cha mwanafunzi wa darasa la tatu Janet Mbegaya Matias mwenye umri wa miaka 8 aliyekuwa akisoma shule ya msingi Tumsiime iliyopo wilaya Muleba mkoani Kagera baba mzazi wa mwanafunzi huyo akiwa juu ya kaburi la mwanaye amesema ameona viashiria vya kupotea kwa haki ya mwanaye na hivyo anamwomba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt Samia Suluhu Hassan aingilie kati jambo hilo. Ikumbukwe kuwa mwili wa Janeth ulizikwa huku baadhi ya sehemu ya viungo vyake vikiwa maabara kwa ajili ya uchunguzi wa sumu iliyohisiwa huenda iliingia katika mwili wake licha ya kuwepo kwa madai mengine ya kubakwa na kulawitiwa. Aidha, Jeshi la Polisi mkoa wa Kagera likizungumza na Gadi TV kwa njia ya simu Aprili 12 mwaka huu, limesema majibu yanayohusiana na uchunguzi wa sehemu ya viungo vya mtoto huyo bado hayajatolewa kutoka kwa mkemia mkuu wa Serikali. Hata hivyo, ikumbukwe kuwa wazazi wa mwanafunzi huyo walidai kuwa walijulishwa kuwa mtoto wao ameugua ghafla akiwa shuleni na amepelekwa hospitalini, na muda mfupi baadaye umauti ukamfika akiwa anapatiwa matibabu. Hii ni Gadi TV. Jina langu ni Aisa Msuya. Naona haki ya mtoto wangu Janet. Naone naenda kupotea na mi mwenyewe na, naenda nakosa matumaini ya kurejesha haki ya mtoto wangu. Pamoja mesha kufa, nilijinyima ili nimsomese mtoto wangu ili aweze kunisaidia, lakini wamemfanyia ukatili mpaka mwisho. Nimemkosa tumaini la moyo wangu, la familia, familia yetu limeondoka aki mwanangu amefiwa shuleni, sina sina matumaini tena. Naona haki haki haki yangu yangu inapotea inapotea, na haki ya mwanangu itakuwa sana. Haki yangu inapotea na mwanangu, nisipotimiza haki yangu kama haki ipo, naomba, naomba Samia Suluhu, naomba unitafutie mwanangu aweze kupata haki yangu kama si wazazi. Tulikuwa tuna malengo makubwa na yeye. Sasa tujapata elimu e, tulitegemea ndo atakuwa kio cha jamii yetu kwa sababu tumejinyima tumekopa ili tumsomeshe ili tuone kama tasaidia kama familia. Kamanda, alikuwa naomba kupata mrejesho juu ya lile tukio la ule mwanafunzi mpaka sasa limefikia wapi? hatujapata majibu kutoka kwa mkemia.